Wa mtaa wa Suye waliona umuhimu wa kuibua mradi huu uliogharimu shilingi milioni 28 kufika shuleni kwa muda mwafaka na siku zingine kutohudhuria kabisa masomo katika kipindi cha mvua. Namba mbili, wananchi kupoteza muda mwingi kuzunguka ili kuvusha mazao yao ya biashara pale maji yanapokuwa mengi. Namba tatu, kupelekea watu kuumia sana na hata kupoteza maisha yao kipindi cha mvua. Mheshimiwa mgeni rasmi, ufanikishaji wa kivuko hichi kitaweza kuwanufaisha wananchi wa mtaa wa Suya na kata nzima ya Olorieni, kwani watakuza uchumi na kurahisisha shughuli zao za kila siku pamoja na mtaa wa moezoe. Vile vile zoezi la uwailishaji wa fedha kwa kaya maskini sana imeweza kusaidia kupunguza umaskini kwenye hitimisho mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kuchukua eh, nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Rais John Pombe Magufuli na wananchi kwa ujumla kwa kazi nzuri zenyeweleni zinazofanyika kuwa huduma wananchi hususan wa nyonga. Ee, nachotaka kuambia ni kwamba serikali yenu ya awamu ya tano imefanya kwa a au jamani, mgoma kweli imepania kwa vitendo, kwa sababu siku tumekuja hapa, ni kweli wanafunzi wa kwenda huku walikushindwa kuvuka, lakini pia hata na watu wazima wanashindwa kuvuka. Kwayo ilitokea kwamba hata akitokea mgonjwa hapa au mjamzito, hasa hasa hatakuk pande moja kwenda mwingine, mani na ilikuwa aionekana, lakini leo hapa majaji yanapita na hata zile gari zetu za matairi matatu hapa zinapita. Kwa miguu tunapita na kwa boda tunapita. Kwa hiyo serikali baada ya kuona changamoto hii ilitumia nguvu zake zote kuhakikisha kwamba changamoto hii inatatuliwa, na kama mnavyoona leo kivuko hiki kimekamilika. Tukumbuke kitu kimoja, kivuko hiki kimejengwa na TASA lakini sio kivuko cha TASA tunayoana, eh? ni kivuko cha nani? cha si wananchi, cha kwetu, ni cha nani? Kwa hiyo tunarajibika na kulazimika kukilinda na kukitunza, wasija wakaja wale vijana ambao sio waaminifu wakaanza kuvunja hii bomba za chuma ili wakauze ki hatua. Mtendaji pamoja na wenye viti, ninyi ndio viongozi wa kuwa hapa, kwa hiyo mamlaka yote nazo, msiogope. Na ndugu zangu, kivuko hiki hakibagui, kivuko hiki kinabagua ina bagua dini, kwenye serikali yetu ayatano atachagui dini, atachagui kabila, atachagui ukanda wala kipato cha mtu wala chama cha siasa. hamna mtu hapa ataulizwa kwamba wewe ni nani, kwa nini unavuka, lakini pia hamna ushuru. Petro Kivuyo, ninaitwa Lomayani Petro Kivuyo, ni kivuyo. mimi nilaigwanani wa kata 13 ndani ya Manispaa, yaani kata ya 13 ndani ya Manispaa Arusha. ni mwenyeji wa kata Olorieni, nimezaliwa hapa pia, mazingira tulikuwa tunaishi ni magumu. Alikuwa kwanza anasoma Moshono wakati huo, kabla ya daraja hizi, kwa sababu ilikuwa daraja ambalo tulikuwa tunapata madhara makubwa sana, kwanza kuogopa maji kukuchukua, sababu hakuna kivuko. Lakini sasa tunachoona au tunachoshukuru kwanza kuona Tasa ameleta mradi na unatusaidia sina, watoto wetu hatuna mashaka tena, labda tunachoomba Mungu tu, labda tuweke kivuko kingine hapo, ile watoto wazidi kufaidika na hili lakini tunawashukuru sana Tasa na watoto wetu anawashukuru. Kwa hiyo sisi, mimi kama kiongozi wa Wamasai aa, wa ndugu zangu hao, nikitaka sana mtusaidie mtu, mtu sisi, kwanza tuko mwisho wa mji, kwa hiyo kwa mwisho wa mji nikukosa pia maendeleo. Kwa hiyo tunachoshukuru sasa kama umetuwekea TASAF kumletea ili, ili, ili huu mradi wa kutufurika hii njia ya kuvuka kwa miguu nawashukuru no, sana yani... watoto wa mjambo. Tumekuja kuzindua ujenzi wa bweni la wanafunzi shule ya msingi ya Arusha. Na sasa namkaribisha mtendaji kaimu mtendaji wa mtaa aweze kutoa taarifa kwa ufupi. Napenda kuitoa taarifa ya mradi kwa ufupi kama ifuatavyo: taarifa ya uzinduzi wa bweni la wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi chini ya TASAF awamu ya tatu, kata ya Kaloleni, mtaa wa Kaloleni Mashariki, tarehe 4 mwezi wa 6 2018. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa ya uzinduzi wa bweni la wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi albino ulioibuliwa na tasaf kata ya kaloleni mtaa wa kaloleni mashariki jiji la arusha kata ya kaloleni miongoni mwa kata 25 zilizopo katika jiji la arusha zoezi la uwasilishaji wa fedha kwa kaya maskini katika mtaa wa kaloleni mashariki ina jumla ya kaya 4 mradi huu wa ujenzi wa bweni la wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi ulifanyika katika, katika kata ya temi shule ya msingi arusha mradi huu umegharimu jumla ya shilingi 94 milioni 1429 ikiwa ni, ni ujenzi wa bweni, choo, matundu manne, mfumo wa maji taka na maji safi, vitanda 46, makabati 23, meza ya walimu, kiti na mbao za matangazo, pamoja na gharama za usimamizi wa miradi ngazi ya mtaa na halmashauri changamoto Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatazo ni changamoto zilizopo zilizojitokeza na kupeleka uanzishaji kwa mradi huu. Moja, wat, uhatarishaji wa maisha ya watoto wenye ulemavu wa ngozi pindi wakiwa njiani kuelekea shuleni au nyumbani. Pili, wanafunzi kuwa na muda mchache wa kujisomea. Tatu, kutokuwa na mazingira salama. mafanikio Ndugu mgeni rasmi, mafanikio yatakayopatikana kutokana na uzinduzi wa bweni hili la wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi ni pamoja na kuwapatia mazingira rafiki na salama na kujisomea pindi wakiwa shuleni, kuongezea muda wa kusoma. Serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. Magufuli naunda kabisa na wizara inayoshughulikia pamoja na walemavu Nadhani mnafahamu yuko waziri kabisa anashughulikia walemavu. Kwa hiyo walemavu ni suala la kipaumbele kwa sasa hivi, walemavu ni suala la kipaumbele katika yale makundi maalum ambayo serikali inashirikia. Ilikuwa tu wanawake na vijana, baadaye ikaja na wazee, lakini sasa hivi na walemavu. Kwa hiyo bweni hili kama ilivyosema, litakapokuwa limekamilika watoto hawa watakuwa na uhakika wa kujisomea kwa raha kwa umakini, na watakuwa hawana wasiwasi wowote wa kukamatwa na watu wenye nia ovu wawapo njiani au wawapo mtaani siku za wikiendi, huko mtaani, hasa walemavu wa ngozi kama hawa, ambao baadhi ya watu sijui wanaamini vitu gani hadi wanawatafuta kwa kwa sasa hivi tuseme, e, unyanyasaji wa watoto walemavu mwisho Nyanyasaji wa watoto walemavu. Ya, yeah, kwa jina ninaitwa Mwalimu Lorive Lesioni Njololoi, mkuu wa shule Arusha School, ya Arusha School. Kimsingi nina shule yetu iliteuliwa kuwachukua watoto wenye ulemavu wa ngozi toka mwaka 2016. Na na kwa sasa shule ina watoto takribani ishirini na sita tukiwa na wanafunzi kumi na nne ya wasichana na kumi na mbili wavulana. Wote ni watoto wanaoishi bweni, na tunachosisitiza zaidi ni tunasisitiza, tunasema inclusive education, kwa maana ya elimu jumuishi. Kwa wamekuwa wakiishi hivyo, lakini kwa jicho la tatu na serikali wameweza kuona pia wanahitaji kuwa na uangalizi wale watoto na bweni lao kwa hiyo leo kama unavyoona mkurugenzi wa jiji la Arusha changa kimsingi, well, kimsingi changamoto kubwa iliyokuwepo ni mahali pa kukaa hao watoto, na sio tu mahali pa kukaa, mahali pa kukaa salama. Mfano, shule yetu ina, ina, ina, ina, ina changamoto ya ukuta ambao hujakwisha mpaka sasa. Kwa hiyo kuwa na hili bweni ambalo tayari litakuwa limezungushiwa uzio kwa, kwa lenyewe. Tayari kuangu mimi na watoto wangu wanakuwa ni cha miguu mtaa wa Olmatejo B ni... Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa fupi ya mradi huu wa kivuko cha watembea kwa miguu kata ya Sakina, mtaa wa Olmatejo B. kata ya Sakina ni miongoni mwa kata 25 zilizopo katika halmashauri ya jiji la Arusha. Kata hii ina jumla ya mitaa mitatu inayonufaika na mpango wa TASAF awamu ya tatu ikiwemo uhawilishaji wa fedha za kaya maskini, na mitaa hiyo ni kama ifuatayo: Sakina ina kaya 49, Olmatejo A kaya 90, Olmatejo B kaya 86 na jumla kaya 225. Mradi huu wa kivuko cha watembea kwa miguu Sakina kimegharimu jumla ya shilingi milioni 28.8, ikiwa ni malipo ya walengwa, malipo ya fundi, ununuzi wa vifaa, pamoja na gharama za usimamizi na ufuatiliaji ngazi ya mtaa na halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, zifuatazo ni changamoto zinazojitokeza kabla ya mradi. Vipo vya watu, kipindi mvua inanyesha wanafunzi au watoto kushindwa kwenda shuleni, wagonjwa na kina mama wajawazito kushindwa kwenda hospitali kupitia kituo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio yatakayopatikana katika kivuko hiki yatawanufaisha wananchi wa Olmatejo B kata ya Sakina pamoja na wananchi wa kambi ya Fisi kata ya Ngarenaro. Mwisho mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri zenye weledi zinazofanyika kwa kuwahudumia wananchi hususani wanyonge. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuliambiwa kwamba pana kero sana ya kivuko cha miguu, tukaambiwa kivuko hiki cha miguu kina athari kubwa, watu hawavuki kwa usalama na saa ingine wanashindwa kuvuka kabisa maji yanapokuwa mengi ya laki. Ni kweli au sio kweli? Lakini kaambiwa na kule Lemara, kivuko cha Temi Lemara, Temi Lemara, Lemara. Na chenyewe nilikuwa naambiwa kina shida kubwa. Kubwa na kuna kivuko kingine kule Lemara anakuita Tanesco, pia tulikuwa tunaambiwa kina shida kubwa na wakeli. Ndugu wananchi, nataka kuambia kwamba kivuko kile cha Lemara chenye nguzo za Tanesco tulishakitengeneza na tukizindua mwaka jana, kipigiwe makofi. Ambaye apigi makofi mchawi, tupigieni makofi. Mona amepiga. Sasa hivi masaa mawili yaliyopita tulikuwa pia tunazindua kivuko kama hiki, hiki, leo leo hii katika kule Olkerio. yeah, yeah, tukafika pale shule ya msingi Arusha au Arusha School tukaweka jiwe la msingi kwenye bweni la watoto walemavu hasa walemavu wa ngozi ili wakifungua shule waweze kukaa pale kwa pa usalama wao, bila kubuguziwa na mtu yote. Tupigie makofi yeah. Na muda mfupi ujao, sio zaidi ya dakika kumi, tutazindua kivuko chetu kama mnachokiona hapo, kipigieni makofi yeah. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba sina maneno mengi sana ya kuzungumza, lakini nataka tu kuhakikishia kwamba wakati tunateuliwa kuja huku kuwatumikia wananchi mwaka jana julai mwaka elfu mbili kumi na sita julai tuliambiwa asananini mlikuwa mnaona kwenye televishen mheshimiwa magufuli alisema kwamba kila mkurugenzi atumie akili zake zote na nguvu zake zote kuhakikisha kwamba kila kero anayoiona anakabiliana naye jamani leo tunakabiliana hatukabiliana sana watumishi ambao huwa ni wazembe. Kwa hiyo kwenye io, ah, alianza kuongea MC hapa maneno, lakini yale maneno sio ya kisiasa maneno. Aliongelea kwa mtu mwingine ambaye ana imani za kisiasa, anaweza kadhani ni maneno ya kisiasa, lakini si maneno ya kisiasa. Alisema katika ahadi zilizotolewa na serikali iliyoko madarakani ya awamu ya tano imejikita changamoto ni kukabiliana na nini? Na umaskini. Katika kukabiliana na umaskini, ndio maana unaona hata itasafu asili yake ni kunusuru kaya maskini. Na ndugu zangu niwaambie, wakati sisi hatujafika hapa, kama kikosi, kwa maana viongozi wote wa ngazi ya wilaya na mkoa, mitongo iyaishia tarehe thelathini wakina... mwezi wa sita mwaka elfu mbili kumi na saba tukafanikiwa kukopesha bilioni hizi mbili yaani milioni elfu mbili ambayo ukiangalia ni mara tano ya kile kiasi kilichokopeshwa mwanzoni. Lakini pia ndugu wananchi, kwa mwaka huu tuliokuwa nao mwezi Mei huu mpaka kufikia mwezi Mei huu uliopita tulikuwa tumeshakopesha shilingi bilioni moja na milioni mia sita na mwezi huu Juni tutakopesha zaidi ya shilingi milioni mia nne, kwa hiyo itazidi bilioni mbili na niwaambie tu ukweli, juzi nimeandika barua kwenda ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, kwa mwe, kumwomba mheshimiwa waziri kwamba ile mikopo tunaotoa Arusha itolewe bila riba kabisa, bila hata shilingi moja. Na ndugu yangu, mikopo hii haichagui chama, mikopo hii haichagui chama, sio CCM, sio Chadema, sio ACT wala hata sio chama cha Dumange, hakuna haichagui yoyote anayekidhi vigezo anapewa kwenye ile fomu, hakuna haja ya kuchagua chama. Na hilo tumelifanyaje? Wakati nafika mikopo hii ilikuwa ikiidhinishwa pale halmashauri kwenye ngazi ya kamati, inaitwa kamati ya fedha, lakini nikaona hili sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu e, mtu aweza akamwonea huruma mtu anayemjua, alafu akampendelea kinyume cha mwongozo. Nikamwambia waheshimiwa madiwani, hawa hapana. Mimi kilichonileta hapa, kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba mnaendesha jiji hili kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, lakini pia kwa kuzingatia maslahi mapana ya nchi na mitaa. Majina hapa kwetu yanakuja tu, tunajiridhisha. Sasa hivi inafanyika hivyo, ifanyike hivyo, inafanyika hivyo, inafanyika na ndio maana kwa kweli nikiri kabisa, sijawahi kusikia malalamiko ya kikundi hata kimoja kwamba kuna upendeleo wa aina yoyote ile. Kwa na imani yangu maafisa yangu katika ngazi ya kata, ni kweli wanawatumikia wananchi hawa bila ubaguzi. Lakini kaya hizi maskini zina mambo mengi, kuna watu ambao wanapewa ruzuku na serikali bure kabisa bila kulipa, wale ambao ni maskini zaidi, ili waweze kusomesha watoto, ili waweze kuwahudumia watoto, wakienda labda wakiumwa pamoja na wao wenyewe na tulishawaambia mara nyingi na leo narudia kwamba fedha hizi ukizipata, manake wahanga wakubwa ni wa kina mama. Mbaba, hata akuambieje usimkatie ile hela, ili asije akaenda kenda kombe au kuhonga malaa wengine ambao hawahusiani na wewe. Na hili kwa sisi wanaume tusidanganyane, hili ndio letu kuu. Akipokea mtu laki moja akupe elfu hamsini kwanza, unaanza kumfikiria yule ambaye hahusiani na wewe. Kwa hiyo hili jambo nadhani Wakina mama msikubali, akikulazimisha njio kwangu mimi, wawote lakini sio uje kwangu kukaa, yani kushtaki <laughs> majibu na Mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa, naangalia Global TV Online.